Habari leo, naomba tuangalie eh, namna ya kuangalia kama kuna mtu amesajili laini ya simu kwa kutumia namba yako ya NIDA. Unaweza kukuta kwamba kuna mtu anatumia eh, namba yako ya NIDA kusajili laini, hususan ni wale ambao wanaenda kwa wale mawakala au wale ambao wanasajili laini na anakuwa hana yeye namba ya NIDA, kwa hiyo anapewa namba ya NIDA ya mtu mwingine. Kwa hiyo namna sasa kujua kama E, simu yako imesajiliwa pia au namba yako pia inatumika na mtu mwingine ni kama hivi, twende pamoja uweze kujifunza. Lakini kwanza kabisa naomba usubscribe, comment, share na nyingine pia uweze kujifunza. E, sasa cha kufanya, piga namba nyota mia moja na sita leli . Then ukishapiga hapo, e, njoo hapa piti, e, namba mbili Chagua hii namba mbili hapa e, kwamba Vodacom namba registered with, with your NIDA. E, kwa hiyo utakuja hapo utaandika namba mbili, chaandika namba mbili, andika namba yako ya NIDA, andika namba yako ya NIDA then send. Kwa hiyo hapa inaonyesha sasa namba zile ambazo zimesajiliwa na NIDA yako. Kwa hiyo lakini pia utapata message kutoka Vodacom, eh, au utapata message ambayo itakuwa inaonyesha zile namba zote. Kwa hiyo utachukua zile namba au utaangalia hiyo message then utaenda katika duka maalum la kama ni Vodashop kama ni duka la Tigo, kwa ajili ya kufuta hizo namba au kufuta usajili wa hizo namba ili wasiendelee kutumia eh, namba yako ya NIDA katika eh, line zao. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaangalia. Asante sana kwa kusikiliza.